Habari mabibi na mabwana, leo ndio siku marumu, tunaitrojusi ile bidhaa yetu mpya ambayo ina ujazo tofauti. Hii ndio kubwa ambayo ni Wabantu for oil skin, na ina package yake. Package yake ni kama hivi unavyoviona vilivyofika hapa. Hii ni package nzima, ambayo package hii ni shilingi elfu 35. Hii bidhaa ndio bidhaa pekee ambayo ina uwezo wa kondoa chinosi makovu halama lakini, napenda nieleze kitu kimoja kimoja kuna hii hapa, inaitwa best serum. Hii ni serum pekee ambayo ina uwezo wa kuondoa chunusi, makovu, harama zozote na weusi wa aina yoyote. Ni kitu pekee ambacho kina uwezo mkubwa sana, na vitu vilivyotumika kutengenezea ni hivi hapa, na hii bidhaa ni asili kwa asilimia mia kwa mia. Tuna maski, tuna miracle hii hapa hii miracle ni bidhaa ambayo ina balance mafuta kwenye ngozi, inatibu chunusi vizuri sana. Hii pia wanatumia ma bibi harusi. Pia kama bibi harusi anataka ng'ae vizuri basi, unaweza kutumia hii kwa ajili ya kumpendezesha ngozi. Tuna sabuni. Sabuni yetu ni hii hapa, ni Wabantu family sopu. Ni sabuni ambayo inatibu magonjwa ya ngozi hususan miwasho halala pamoja na fangasi haina zote kwa ufupi hii bidhaa hii package ambayo ina mafuta chupa moja ambayo ni miezi mia tano seramu maski sabuni tatu ni shilingi elfu thelathini na tano lakini pia tuna package ile ya uh, mpya sasa ambayo ndio inaingia. Tuna seramu yake hii hapa tuna sabuni mbili tuna mira kwa moja tuna chupa yetu kubwa ambayo ni miezi 300. Package hii ni shilingi elfu 25. Tuna ile package ya zamani sasa ambayo wengi wanaijua na ambayo imezoeleka ambayo ni hii hapa ambayo kwa hapa hivi vitu vyote tunavyoviona ni shilingi elfu 30. Ukitumia hizi bidhaa, hata uwe na chunusi sugu kiasi gani ambazo haziishi, ukitumia hizi bidhaa zitakusaidia, lakini kuna wale wapenzi wale wa na usumbuliwa na michirizi, wapenzi wa michirizi tuna klaski ocean, tuna klaski serum, tuna tunatuna klaski sabuni. Hizo zote ni sabuni za ni vitu vya michirizi. Tuna klaski, unaweza ukashangaa kwa nini na mtazamo tofauti au mwonekano tofauti kidogo na ile tuliyozoea, ni yani kwa sababu tumeweza kuboresha zaidi ya pale. Sasa uboreshaji ule tumeufanya hivyo na tukabadilisha mwonekano hii chupa ilikuwa na mfuniko wa pinki lakini sasa hizi tuna mfuniko kama mnavyoona. Hii package ni nzuri sana kwa watu wenye ngozi kavu, na inaondoa makunyanzi, inaondoa michirizi, lakini pia na makovu inaondoa. Package yake ni shilingi elfu ishirini na tano ambayo ina vitu, ina sabuni tatu, ina serum, ina mafuta chupa mbili, kwa shilingi elfu ishirini na tano hii ni package ya classic ambayo ni kwa ajili ya kuondoa michirizi, lakini pia tuna mafuta yaliyotengenezwa na mlonge. Haya mafuta ni mafuta bora kuliko mafuta yote ambayo unayajua. Mafuta ya mlonge ndio mafuta pekee ambayo unaweza akatumika kwenye ngozi na nywele na kote akafanya vizuri. Haya mafuta chupa hii moja ni shilingi elfu kumi na tano lakini ina package yake. Package yake ni kama hivi pakeji yake ni hivi kwa shilingi alfu ishirini. Hii ni shampoo, hii ni shampoo. Haya ni mafuta yaliyotengenezwa nazi, mnyonyo na abati soda, ni mafuta mazuri sana kwa kukuza nywele. Hapo pia tuna mafuta ambayo package tofauti. Haya haya yakiwa mafuta sita hivi ni shilingi elfu ishirini. Yaani, kama unavyoona hapa, mafuta sita ni shilingi elfu ishirini. Usisahau, usijichanganye. Ikiwa package hii ambayo ina shampoo ndani yake ni shilingi elfu ishirini, vinakuwa vitatu jumla. Hapa ni mafuta sita kwa shilingi elfu ishirini. Mafuta haya yanakuza nywele vizuri sana, yanarefusha nywele na ni mafuta asili kabisa yaliyotengenezwa nazi, abat soda na mnyonya. Kama mnavyoona pia tuna dawa ya meno. Kuna wale wanaosumbuliwa na meno, unakuta meno yanatoboka, meno yanauma, fizi kuvimba, dawa hii hapa. Hii ni dawa, unaweza ukaiona ni dawa ndogo sana, lakini ni dawa ambayo inatibu meno pasina kung'oa nami ni wale wapenzi wa meno ambao tayari walishaitumia wanaijua. Sana hii dawa inatibu meno pasina kung'oa, yaani huna haja ya kung'oa jino. Kama unasikia sijui mitaani dawa zinauzwa, hii ni dawa, ni zaidi ya hizo dawa zote ambazo unazisikia wewe. Hii dawa inaitwa Imara, imetengenezwa na Wabantu Product, wataalamu wa magonjwa ya ngozi, lakini pia tunashughulika na tiba za asili. Dawa yetu hii hapa.